Yes, mambo vipi mwana sawa, sawa digital. Mmoja kati ya viongozi ambao eh, wana, wanapenda sana au walikuwa walishawahi kuongoza majimbo yao fulani hivi kutokea huko katika mikoa ambayo wanakuwa wanatokea, and then baada ya siku hata kama wakiweza kushinda, huwa wanarudi katika majimbo yao na kuweza kuwapa shout out kwa wote ambao pia walikisha kuwachagua kipindi hicho wakitafuta uongozi. Sasa niko na stori ya katibu mkuu wa chama cha mapinduzi, tunamfahamu kabisa huyu ni eh, Daktari Emmanuel Nchimbi na tunajua kabisa ndiye atakayekuwa mgombea mwenza wa mwaka huu 2025 katika uchaguzi ambao utafanyika e, hapo mwezi wa kumi. Tunajua kabisa katika mkutano mkuu wa CCM ambao ulifanyika pale Dodoma, e, pia majina hayo yaliweza kupendekezwa na yeye aliweza kupita kuwa kama mgombea mwenza. Sasa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi balozi e, Dkt Emmanuel Nchimbi ameweza kufika katika jimbo ambalo alishawahi kuliongoza huko Songea mjini, nikimaanisha mkoa wa Ruvuma, kuwashukuru wananchi wake huku akisisitiza kuweza kujiandaa na uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 kama nilivyokuambia hapo awali e, pamoja na kuweza kulinda amani ya nchi yetu, kwa sababu amani ya nchi ndio kitu cha msingi. Lakini pia katika nchi lazima kuwe na amani, kwa sababu bila amani kutakuwa na machafuko, lakini pia na mapigano usikua, e, ya lazima inaweza kusababisha. Lakini pia amesema hayo Songea mjini wakati akihitimisha ziara yake ambayo alikuwa amekwisha kuianza e, mwanzoni tu katikati ya mwezi wa, mwezi wa tatu, mwezi wa, lakini pia mwezi wa nne ameweza kukamilisha ya mikutano ya hadhara na kuweza kukagua miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa inafanyika huko, na mkote hapa, akisema kwa kwamba nawaheshimu sana isitokee eh, kichwani mwenu siku zote, nawashukuru sana kwa hapa mliponifikisha nawapenda sana so aliwapa shout sana, e, wanae kabisa au watu wananchi kutoka kule e, Songea mjini. Nikimaanisha mkoa wa Ruvuma ni moja kati ya sehemu ambazo, ukitaja Ruvuma bila kuitaja Songea, unakuwa bado hujaitaja vizuri, ambapo unakuwa huja hujaikamilisha. Na hii ni sawa sawa, ndio tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Subscribe chini hapo kwenye YouTube channel yako, kwa sababu habari za kinyanja mwako zinakuwa zinakufikia. So ukisubscribe utakuwa unapata kwa haraka zaidi. Karibu.